Na sasa tuelekee huko pwani ambapo familia moja iliyowapoteza jamaa zao baada ya mitambo ya hewa ya oksijeni kukwama katika hospitali ya Makadara, Mombasa, sasa inalilia haki kufuatia utata na kaunti. Familia hii kati ya tatu zilizowapoteza jamaa inadai kaunti imeshindwa kutimiza ahadi ya hata kulipia gharama za upasuaji, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Zaidi ya wiki mbili baada ya Kimanzi Mwange kufariki katika hospitali ya Makadara, mwili wake umesalia katika makafani ya hospitali hii. Mwangi alifariki kutokana na ukosefu wa oksijeni. Tata sasa umezuka kati ya familia na serikali ya kaunti. Familia inadai serikali ya kaunti ilikubali kugharamia ada ya upasuaji, ila baada ya mkutano wa hadi sasa, upasuaji haujafanyika. Mpaka sasa tunaangaishwa, kaunti governmenti ya Mombasa inatuangaisha now and then, kila tukipiga simu hawachukui. Sasa imekuwa sasa, babu yetu si anauza pale pole mochale saa hii. Njuzi tumeenda pale Tumepata ule mwili uko pale, hata moja ile attendance wanatuambia angalieni vile mwili utafanywa na wanatuambia kuna kitu za kufanya bila noti kutoka kwa governor. Sisi sisi tulifanywa makosa na negligence hospitali baba yetu akakufa, lakini sisi sisi zimekuwa direct to us, ni kama sisi ndo tulifanyia hospitali makosa. Sisi baba yetu anaozea pale wanadai. Hali hii imewaweka katika njia panda, wasijue ni lini watampumzisha baba yao, huku wakilaumu serikali ya kaunti wakile wanachodai inawashinikiza kutia saini mkataba wa kukana kuwa baba yao alifariki kutokana na ukosefu wa oksijeni. Sisi tulikuja tukakaa vizuri na yeye akatuambia, nataka tusituhimata tumeenda ile draft iko pale ni akutufunga ati sisi sisi sisi kwamba tulikuwa tunadanganya, tunakataa hiyo mambo na tunakataa kabisa hatusipatie kitu, lakini sisi tuwe safe. Hii ni document ambayo tukisaini kesho tunashikwa tayari. Sasa hii kitu naona tunafanyiwa ni mchezo, tunachezewa hapa tayari because now now what is happening actually hata sio sisi anatupanish the governor now is punish The dead. Baba yetu wanaoza, wanaoza mochari. Inatakikana tayari ifanye within 20, 24 hours ndio itapatikana nini result. Sasa hii hakuna result yoyote, hii ni mchezo ya bunwasi. Katibu wa kaunti kaunte Mombasa, Noah Kala, katika mahojiano wamekiri kuwa familia hii ilikutana na gavana na kuahidi kuwasaidia, ila kukana madai waliozua akisema hayana msingi wowote of the independent pathologist of their choice mm. you know mm. we offer to give them 300,000 for that mm. and the offer still stands if they want to do that so you see now they're shifting goalposts i reiterated once again that his view is that uh, they should do the independent autopsy but i uh, can't force them to do anything it's up to them familia hii sasa inahofia mazishi yaliyopangwa Jumamosi hii huenda yasifanyike kutokana na utata huu. Francis Ndalaki Ringa, ya Citizen.